Bwana Yesu wasifiwe. Leo kuna msiba wa kina baba wengi, makanisa mengi hawataki ibada. Nenda katikati ya wiki, utaona wababa hawapo kwenye ibada. Wababa wako wapi? Wako bize. Wengine si ubize, wamekaa nyumbani wanaangalia vitu vingine ukiwa unafikiri hili kanisa ni la wamama watupu, kumbe wababa wapo. Juzi juzi kuna mtu mmoja alinichekesha. kulikuwa na mechi ya Yanga nasimba, na Simba wakaiahirisha. Nilipofika sokoni, nikasikia ananungunika nasema, yaani mimi hawa pumbavu, sijui imekuwa kwaje wakaahirisha mechi. Hizi ni fitina hizi. Sasa akaongea neno moja lakini akasema yaani, ndahaswa nukuvunika kukuguru. Alikuwa porini huko mbali, amekuja na kimbia ili yawahi mpira, anasema kidogo avunje hata mguu, kuwahi kuangalia nini mpira lakini jumapili huwezi ukamwona kanisani na ni mkristo huyu. Mungu anasaidia sana, na wengine wako makanisani, wanalia, wanaombewa na watumishi, niombee, uchumi umeporomoka, biashara haiendi, watumishi wanainua maombi, Mungu msaidie mtu huyu, mpiganie, mtetee, linda biashara yake, linda kazi zake, amina. Anaenda, mambo yanaenda ya vizuri Akishaona milioni moja ndani mfukoni milioni mbili laki saba laki sita Ah, ah, kanisani usimwambie. Eh, mpendwa, vipi? Wasalimie sana, naenda kanisani. E, wasalimie sana, kuna mchango kanisani. E, eh, upo mnanwani, spika na kibodi ah, na mimi nitatoa elfu hamsini. Anatoa kanisani kwenye ibada humwoni, lakini akipata tatizo. E, eh, Mama Skora Mama Skora abe, naomba mwambie wana maombi waje, naomba mwambie mchungaji aje. Mara ya mwisho ukanyaa kanisani ni lini? Bwana Yesu asifiwe sana yeah. Tusipende kutafuta fedha tu, yaani machozi yetu ni kuomba Mungu tupe hera tu, tupe hera tu, tupe maisha tu tu, tupe maisha tu. Maisha ya tunayoomba yanapita. Mungu anaweza kupa milioni mia moja leo, kesho umekufa, umeondoka faida umepata ipi? Mungu, wewe tusaidia sana. Sikiliza bibi, nasema tuzichunguze njia zetu na kuzijaribu. maana yake kuna faida ya kujitathmini, ujitafakari mwenyewe.